Yes! Yani, kuwa tu mama, shukuru Mungu, sio kwa bahati mbaya. Kuna mwanamke na kuna mama. Kama hamjui, wanawake ni wengi ila wamama ni wachache. Si kama mnajua hilo basi, leo mjue. Ukitembea barabarani, kuna wanawake wengi, lakini wamama tutawatambua na kaya zao na maisha. Karibu sana wamama neo na, na hasa wamama wamama wa mama, wa mama, wa kanisa hili usiniangushi. Ndio mje, bahati mbaya pia mama hela huna hapa, useme mimi kwa niaba ya familia yangu elfu mbili sawa kilio kina wa